Uhaliganu na ujambo mtazamaji wa Ndaka Online TV. Na hii ni Ndaka Sports na leo mjengoni niko na wachambuzi hatari sana. Bila shaka kuna wachambuzi mahiri sana. Maneno chazo, unamjua, ma mahiri sana hapa. Ni wageni kwenye dimba la uchambuzi hapa. Tutakuwa na Osama pamoja na MC. Leo tutaangazia mechi mbalimbali lakini tutaanza na mechi ya Tanzania Taifa Stars ambayo imepigwa pale jana kule jijini Morocco. Tanzania dhidi ya Morocco, Tanzania kipoteza mchezo goli mbili kwa nunge. Ah, maneno mm. Bila shaka mechi umeiona kwa saa kabisa, hakika tumeiona mechi na Taifa Stars mm. wamejitahidi mm. kwa kiasi chake. Una una unazungumziaje mchezo ule wa Taifa Stars mm. na Morocco? Kwanza mchezo nishie kusema nishie kusema kusema kwamba Taifa Stars, kwa maana ya timu ya taifa ya Tanzania, wanapoenda kucheza na timu kama Morocco mm. wacheze mpira, yaani yeah. Wasiangalie si tunaenda kufungwa nini, wacheze mpira. Ujue ujue, Ndaka unapocheza mpira mm. kama unacheza mpira hapo, upo kwenye uso wa goli yeah wanaweza akajichanganya pinzani wako na ukapata opportunity na kaitumia nafasi vizuri. Ndio kitu ambacho tulikuwa tunategemea kwa taifa, so kikubwa libidi wacheze kwanza mpira, lakini yote kwa yote tumeona uh, kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza wamejitahidi, lakini kwa dakika 45 za kipindi cha pili wamejitahidi, japokuwa wamepoteza. Timu ya taifa ya Tanzania kwa wakati huu mimi naipongeza, yaani ime develop kutoka sehemu moja nyingine kwa sababu ukirudisha miaka ya nyuma, mimi nikukumbusha, tulisha kucheza na timu ya taifa ya Algeria Nde. ya tulicheza ilikuwa ni mwaka 2015, nakumbuka na ile timu tulitoka nayo hapa katika dimba la Benjamin Mkapa, tulitoka nayo sare ya magoli mawili kwa mawili lakini tulipoenda katika uwanja wa kumbukumbu ya Juni 5 mwaka 1972 tulifungwa goli saba na goli la kwanza tulifungwa sekunde ya 35. Nakumbuka na, na magolikipa alikuwa ni wawili. Golikipa wa kwanza alikuwa ni Ali Mustafa Mtinge akala chuma tatu. Batezi, e, batezi. Golikipa wa pili akawa ni Aish Manula yeah. Akala chuma nne. Kwa hiyo kwa sasa mi naona tumejitahidi katika hali ambayo tumefikia na ni jambo la uvumilivu tu katika timu yetu ya taifa. Mi naona wamecheza vizuri kweli na wamecheza katika ubora ambao tulikuwa tunatarajia, kwa sababu unavyokabana na mtu kama Ibrahim Diaz mm. Tunamkumbuka katika mechi walivyocheza na Atletico katika hatua ya UEFA Champions League yeah. Tuliona maamuzi ambayo ameyafanya wanacheza mm. na mtu anatoka katika klabu kubwa kama Manchester United yeah. E, winga fulani ambao wamefanya, wamefanya katika ubora mkubwa hususani hata wing mm. tukimchukua kama keep Dennis tunaona, mm. alikuwa anarudi nyuma kumsaidia beki namba 2 kwa hiyo ni jambo zile me, ambazo wamefanya timu ya, ya taifa. Kwa hiyo kikubwa zaidi wa, wa, wa waongeza ambako wameishia. Kipindi cha kwanza tuliona Taifa Stars ikishambuliwa sana, lakini hmm. walijitahidi sana kwenye kukaba na kubalance mchezo na no, hmm. wakafanikiwa kutoka sare sare kipindi cha kwanza, lakini kipindi hmm. cha pili mambo yalibadilika, na kile kama za 50 na kuendelea hivi mambo yalibadilika hmm. na kuonekana Taifa Stars wakizidiwa sana. Unadhani Taifa Stars walifeli wapi kwenye kipindi cha pili? Ah, mi naona ni miscommunication, kwa maana ya kutokuelewana. Ukiangalia mm -hmm. hata lile goli la, la kwanza walilofungwa mm. yaani, mashambulizi hayajajengwa kwamba mtu anaenda kushambulia anaenda kushinda, yaani yeah. ah, ulikuwa sio ujenzi, yaani ni wamejichanganya, wame, tu mtu akafunga goli, kwa hiyo ni miscommunication baadhi ya mabeki wakati, kwa maana ya Dickson Jo pamoja na Ibrahim Yeah. Kwa hiyo, yani ni miscommunication ambazo zimefanya wakapoteza, kwamba amefunga goli la kwanza. Nahisi goli la kwanza ndo goli ambalo limewatoa katika mchezo, walienda na approach nzuri ya kuwaheshimu ya kwa wapinzani, lakini goli la kwanza iliwatoa kwenye reli. Hata ukiangalia goli la pili ambalo wamefungwa kwa penalty, ilikuwa sio plan kwamba wanaenda kufungwa, lakini katokea tu bahati mbaya, beki wakati akaona ule mpira wakafungwa. Kwa hiyo yote kwa yote Miscommunication kati ya mabeki, kati ya mabeki wa wa kati ya mabeki kati mabeki wawili wa kati ndo zimeweza kufanya kuipoteza taifa. Yeah. Hayo ni kwa maneno tuingie Osama. No. Bila shaka mpira umeuangalia ipasavyo. No. Uh, miongoni mwa watu ambao wanatajwa kutokuwa na mchezo mzuri katika ile siku akiwemo Simon Msuva. Nadhani umeliona hiyo kama mchambuzi. Yeah. Kama kwa unge ungepewa nafasi ya kuwa kocha pale unge, ungefanya sabu yes, Simon Msuva au ungelinda brand yake kama alivyolinda kocha. Uh, mimi kwanza nimpongeze kocha yeah, kwa kumwacha Simon ebigod msupa mm, kuendelea kucheza kwa sababu tunaamini wachezaji wenye uzoefu mm, anaweza kaa siwepo kwenye performance mm, lakini one time anaweza akafanya makubwa sana akapata hata nafasi mm, akatumia uzoefu wake tofauti na kuingiza hawa wachezaji machachari hawa ukaamini kwamba hawa wanaweza akafanya lolote hmm, lakini mwisho experience anakuwa hana, itakuwa ni mashaka kidogo. Kwa hiyo yeah, kido, kwa hiyo mchezaji mkubwa hatuwezi hatuezi tukamkalili kwamba e, eti asipokuwa na performance, basi atoke. Tunaamini kwamba anaweza kapata hata sekunde moja akabadilisha ile performance performance aliyokuwa nayo mwanzoni ikawa nzuri zaidi. Lakini miongoni mwa wachezaji wazuri wenye experience nzuri alikuwepo Selemani Mwalimu kule kule. Selemani Mwalimu asingefanya jambo ambalo anaweza kulifanya msufa. Um, kwa mfumo wa kwanza wa kocha, skwadi yake aloiweka, mimi nilielewa, japo ilimpa tatizo mwanzoni pale, kwa sababu mimi nilielewa kwamba hivi kumwacha Samata nje, kutumwita nilikuwa yeah. eh, eh, naamini kabisa kuna Mzize, Msuva na Sulemani Mwalimu, lakini chaguo lake la kwanza akamchagua mm. nani? Msuva mm. kwa maana kuwa Msuva anaijua vizuri yeah, hata Selemani Mwalimu ambaye hajaitwa sana. Kwa hiyo Selemani Mwalimu ndio performance yake msimu huu. Kwa hiyo hatuwezi tukamwamini asilimia 100 aanze amweke mui, kwa hiyo iko kitu ambacho mwalimu nilikiona amekifanya. Kwa kwa umeona mwalimu yuko yuko sahihi sahihi, kwa MC, sahihi yeah. uh, mchezo ule ambao umepigwa jana jana siku ya jana saa 6 usiku miongoni mwa wachezaji ambao walionekana wana performance nzuri sana akiwemo Kibidensi Prosper pamoja na Mohamed Hussein. Huseni. Yeah. Unadhani kwa unadhani kitu gani alipaswa akifanye zaidi pale akiofe Taifa Stars na ipate matokeo mazuri? Ah, Kibidensi alionyesha uwezo mkubwa katika ile mechi. Yeah. Tunaona katika wachezaji ambao walikuwa wanaonyesha uwezo mkubwa katika kikosi cha Taifa Stars, chatif mm -hmm. tunamwona Faisal, Salum Feitoto, Yeah. na Kip Dennis ndio wanapata ile time ya kudribble Mali, Yeah. kupambana na kina Sufiani Amrabat, Yeah. kupambana na kina Unai alivyoingia pale, uliona Unai alikuwa tembei kabisa ile mechi, Yeah. alitembea kabisa kwa sababu ya Faisal alikuwa hapo katikati, Mm-hmm. na Kip Dennis alikuwa na uwezo, kwa hiyo uwezo wa Kip Dennis na Morocco ni kuwa performance kubwa si ndogo. Yeah. Performance yake ilikuwa kubwa na alionyesha uwezo mkubwa sana. Kip Dennis alijaribu mashuti, alipiga shuti unaona, kuna shuti moja alipiga bono akatoa ikamkuta, huyu dogo anacheza Australia, akaipiga hivi ile mali ikaenda side net Kwayo, kwa hiyo unaweza kuona uwezo wa Kip Dennis jinsi ulivyokuwa mkubwa. Na ukiangalia katika kikosi cha Morocco mtu ambaye alikuwa anacheza afrikani alikuwa beki namba tatu ni mmoja tu yule la ma ya, ya, ya mar kama sikosei yule ndio alikuwa beki pekee mchezaji um, pekee wa kile kikosi cha kwanza kilichoanza alikuwa anacheza ndani ya Afrika Kwayo, kins, Maroko. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gani kikosi cha Moroko wana wachezaji wazoefu katika, katika, katika ulimwengu wa soka wa Afrika. Kwa hiyo tuwapongeze Taifa Stars, walienda kule walifanya kazi kubwa na walijituma sana. Tunaona kabisa upande wa Kip Denis alikuwa anacheza halimazuruhi na na Ibrahim Diaz kwa hiyo unaweza ukaona hiyo ni Europe kabisa. Unasema hapo mtu unaongea, unaongelea watu ambao wanacheza Europe League, Champions League, unaongelea mtu anacheza UEFA, timu bora kabisa Real Madrid. Kwa hiyo unaweza ukaona Kip Dennis na Mohamed Hussein upande wao walikuwa wanacheza na watu gani? Watu gani? Watu wenye uzoefu mkubwa, wanaocheza timu kubwa. Kwa hiyo nafikiri walifanya kazi yao na wamefanya kazi kubwa sana kutokana na uzoefu wao walopata na kutokana na uwezo wetu kama sisi Taifa Stars kucheza na Morocco na kufunga goli mbili, magoli ambayo anaweza kaelezeka, goli la kona. Wale watu unaweza kuwasifia kwa goli la kona, wale watu ni warefu, wameenda juu, na wale watu Waarabu, kama tunavyojua, wako vizuri katika hizi katika hizi dead balls. Ukiangalia magoli yote waliopata, wamepata kutokana kwa dead balls. Ile penalty Ibrahim Diaz ilikuwa makosa Ibrahim Ibrahim Baka kufisha mikono, yeah ameshika mpira, inawekwa penalty. Ukiangalia ile kona imepigwa ana, yaani huyu Elnasser anapiga kichwa beki namba namba namba, namba tano anamalizia na inakuwa ndani ya goli. Kwa hiyo unaweza ukaona uwezo wa Taifa Stars na sisi no. Kutokana na uwezo wetu tulipati, tulijaribu mashuti lakini haikuwa bahati yetu, lakini mechi tulicheza. Natumai Taifa Stars inaenda kuwa timu nzuri pekee katika ulimwengu wa Afrika Mashariki hivi karibuni. Mechi zijazo ni kati ya Zambia na Niger, tuna michezo miwili ijayo ili mm. tufuzu. Kombe la dunia mm. la 2026, unadhani tuna matumaini tena kama Watanzania tutaenda tukafuzu dunia? Ah, uh, kombe la uh, mimi matumaini ninayo kutokana na performance ambayo tumeonyesha hivi karibuni, yeah. Wachezaji wetu sasa hivi wana experience, kwa wanapata exposure kutokana na mechi za kimataifa, ukiangalia wachezaji wa Simba na Yanga Azam, wana wachezaji wenye quality kubwa, ukimwangalia performance ya Faisal Salum performance performance ya Mudasi Yaya, performance ya Yusuf Kagoma, performance ya Novatus Dismas, mpaka unasikia tetesa hivi ana, ana Southampton wanataka huduma yake unajua. Unaweza ukasema huyo sio mchezaji wa kariba ndogo ni yeah. Kariba kubwa kabisa anaenda kucheza England pale. England sio sehemu ndogo, ni soka ambayo imejiwekeza, soka ambayo ina wachezaji wa, wana uwezo mkubwa. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gani ambapo wana uwezo huo. Ukiangalia mabeki wetu wakati tuna, tuna ukuta mgumu hata ile siku Moroko alipata tabu sana, walikuwa wanazingira goli letu lakini walikuwa hawezi kupasua ule ukuta. Ukuta una Baraka, una Jobu, una Kapombe, una Zimbwe. Amepumzika Zimbwe, anaingia anaingia Waazam Mwaikenda, huyu nani, Msindo, Pascal Msindo. huku anatoka huku Shoma, Kapombe anaingia, anaweza kaingia Mnoga, anaweza kaingia Msindo hapa katikati, anaweza akatoka Baka Hamza anaingia pale katikati naeza okay, ka mkoko, mkoko. Mi naona tuna nafasi kubwa sana ya yeah. Kuingia hata best ruza tukaweza kuingia ile kunda best ruza. Tuka tukafanya vizuri yeah. Na tua nafasi tunayo yeah. Ni sisi kuwekeza kupambana na kuhakikisha kwamba tuna ile consistency ya matokeo mazuri yeah, no. Uh, bila shaka kuongezea. Aa, mimi kwa Taifa Stars hapa kwa mechi hii hapa, matumaini ya Tanzania wengi sana yamekuwa madogo mpaka sasa hivi yeah. Unavyozungumzia mpaka sasa hivi mitandao ya kijamii imechafuka. Kila mtu anatupa maneno mabaya kwa kocha mm. tupa maneno mabaya kwa Taifa Stars mm. kwamba kwa nini amefanya vile, kwa nini anamwanzisha kipo ambayo alikuwa hana hata ule umaarufu au labda ubora yeah. Eh, amemwacha as ambaye alikuwa amecheza mechi kubwa kwa hiyo yeah. Eh, watu wametupa maneno mabaya sana, sana na unajua, hapo, mimi. Unajua, unajua hapo kidogo no. Niongezeke hiyo kocha kumweka Yakub Selmani ni, ni kipa ambaye ameonyesha uwezo mkubwa sana hivi karibuni, ukiangalia hata ile mechi alitusaidia sana, kutokana na kocha aliangalia ile Moroko, mimi nafikiri kocha ali, aliangalia Moroko. Moroko wana wachezaji kidogo hechi zao zimeenda, kwa hiyo kipa katika alitusaidia sana katika mipira ya kona, alikuwa anaitokea na anaipush kutumia mikono, ule urefu wake ndio ulikuwa anatusaidia sisi. Kwa hiyo kocha naona alimpa ali, ali yakubwa Selemani, kutokana na performance na ile advantage yake ya kuwa mrefu na performance ambayo ameonyesha katika klabu ya yake ya JKT Tanzania hivi karibuni. Tunaona uwezo wake ni mkubwa. Kwa hiyo sasa mimi namalizia hivi, Taifa Stars bado tuna nafasi.